Hakuna hiyo fosi namba 9 ni huwo mfumo, kacheza Barcelona elfu mbili na kumi. Dunia sasa hivi hakuna mfumo huo, mpira lazima ucheze na fosi namba yeah, 9. Haiwezekani wewe mechi unaanza kuanzia mwanzo mpaka dakika hiyo sabini yeah, ndio unakuja kumwingiza striker yeah. Mpira wa wapi huo? Sasa ndo mwalimu wenu huyo itakuwaje? Ndio inabidi tupaze sauti wana simba, tuambizane ukweli yeah, yeah, tupaze sauti tuambizane ukweli yeah, yeah, mwalimu hatufai Nje ya uwanja wa Benjamin Mkapa, baada ya mchezo wa liga ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi Simba akimkaribisha Petro Atletico na mnyama Simba amepoteza kwa goli moja kwa sifuri kumlangu ni moja tu. Nje ya uwanja wa Benjamin Mkapa ni kuletee ripoti uh, mashabiki wa Simba wanazungumza nini baada ya mchezo huo. Sostenes Ndunguru langu jina, nyuma ya kamera yuko Juma Koba na nahakikisha tunakuletea ripoti zote baada ya mchezo huo, tusikie mashabiki wanazungumza nini. Kama ambavyo unashuhudia eh, mashabiki ndio wanaanza kutoka hapa kwenye dimba la Benjamin Mkapa tayari kabisa, eh, kuendelea majukumu mengine baada ya kushuhudia eh, timu yao imepoteza. Bwana, uko vizuri? Ningeongea kwa ningeongea, ndio au? Sawa, hapana, ningeongea. Acha kunifanyia hivyo bwana, mimi nishaongea kule. Mzee kidogo tu. Vipi, shida nini? Mpira football bwana. Kama ambavyo unashuhudia, hawa ni mashabiki wa Simba wakiwa wanaondoka hapa kwenye dimba la Benjamin Mkapa. E, baada ya mchezo wao wa kwanza kupoteza, lakini kwa mbali tunamwona mwenyekiti akiwa na PM. E, kama ambavyo unashuhudia e, waziri yes, kama ambavyo unashuhudia e, mwenyekiti yuko hapa na waziri wa mchezo akiwa yuko hapa. Hizi ni heka heka baada ya mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika mchezo Bwana, vipi sako, uko vizuri? Niko vizuri mwanangu. Bwana, pole kwa matokeo. Asante, nimeshapoa lakini kitendo hichi kwa kweli, hey, sio kizuri. kitendo kipi? Yaani mwalimu aangalia kabisa, haiwezekani haiwezekani, mwalimu. Hey, unaenda bila striker mechi kubwa kama hii, haiwezekani kitu kama hicho. si ni mpira? ni mpira ndio. Haiwezekani mbele ya waziri mkuu mstaafu, tunajua kufungwa nyumbani bana, mambo gani? Hey, hayo mambo gani? mambogani? Hey, wana unakuja kwenda na viungo watupu, viungo wa nini? Hii sio pilau, viungo achana navyo kwenye ligi kuu, tumia kwenye ligi kuu. Yaani kwenye kwenye, kwenye, kwenye kwenye mechi kubwa kama ya klabu bingwa, uluhusi kutumia viungo watupu? Yeah, ni ngumu sana. ka katuferisha, mwalimu mwalimu katuferisha. Kwa sababu gani? Huwezi kuenda na viungo watupu, haiwezekani. Yeah, wakina soa wapo, wakina mwalimu wapo. Yeah. Umeona ma striker wapo, unaenda, unakuja nunakuja kuingiza double striker, dakika zimeshaisha nini? Kwa kweli imetuma sana kwa mtindo huu, sisi hatutaingia uwanjani tena. zaidi ya Simba ndio tumepoteza mechi sisi, zaidi ya Simba hakuna si, si, timu yote iliyopoteza mechi. wenzetu wote wameshinda, na mwingine ametoa suluhu, experience ametoa suluhu kwao. Umeona hii leo ndio, ndio tumepoteza sisi mechi. kwa nini tupoteze mechi nyumbani tunakuaje? eh, tunapoteza mechi nyumbani we yeah. Mwalimu, unajua kabisa kwamba hii nyumbani lazima upate ushindi. Wewe unakuja kuingiza viungo atupa na kuofa nini viungo yeah. Mwalimu katufelisha eh, elimu panzu naye tunamwambia ukweli yeah. kama anatumika elimu panzu kama anatumika yeah. Yeah. Sawa, achague moja kwenda huko alikokuwa anatakiwa yeah, au kubaki Simba acheze mpira kama mpira. Bwana, pole sana. Asante bwana. Hawa ni mashabiki wa Simba wakiwa wanatoka kwenye dimba la Benjamin Mkapa baada ya mchezo kutamatika. Ataka tuzungumze nao kama watazungumza, bwana bwana. Vipi? wewe si mnyama au unasemaje? Kidogo. Hapana bwana. Kama ambavyo unashuhudia ni mashabiki wa Simba wakiwa wanaondoka hapa kwenye dimba la Benjamin Mkapa baada ya mchezo kutamatika, mchezo ambao e, mnyama amepoteza goli moja kwa sifuri mbele ya kikosi cha Petro Atletico, na wakati huu wanaondoka e, vichwa vikiwa chini. Petro Atletico amekuja kupata matokeo mbele e, wakiwa kwenye uwanja wao mbele ya mashabiki zao, na kama ambavyo unashuhudia muda huu bwana, vipi machozi. Ah, ni hali ambayo iliyotokea uwanjani kwa sababu watu <natural> <khuatu> lichopitia mpaka <polis> wakati hii usielewi. Kwa sababu mimi nashangaa kocha anatoa watu, anatoa wachezaji <mrisa> <mrisa> ambao kidogo wa walikuwa na uhai eneo la katikati, ndo hicho tu ambayo kimeniumiza mpaka leo hii, kawaida kutokana na maumivu hiyo timu yangu, kuna vitu ambayo nimeahidi kule kwao nitakiwa ni nipate ushindi ili pae kusogea kwenye kundi langu kwao. Niko kwenye hali mbaya, sielewi. Ndio kwa matokeo hayo yanaumiza sana sana, sio kidogo bana. Poda na kila la heri sana sana bana. Kama ambavyo unashuhudia mashabiki wakiwa wanaendelea kuondoka hapa uwanjani, na kwa mbali tunaona mashabiki wanaendelea hapa e, kwenye dimba la Benjamin Mkapa baada ya mchezo huu wa kutamatika. E, nataka tushuhudie mashabiki wale ambao watazungumza na sisi watuambie Uh, wanajisikiaje baada ya mchezo huo, mchezo ambao, uh, wamepoteza. Bwana vipi? Kwa vizuri, salama salama bwana. Poleni kwa matokeo. Ah, asante asante. Shida nini? Ah, mimi nafikiri kwa upande wangu nashauri, mm, kwanza kochi aangalie timu, maana muda mwingi aweki watu wa kumaliza kule mbele. Kwa hiyo na, natamani sana kochi, kama ataanzisha washambuliaji kule mbele itasaidia, nafikiri. Mm, tumepata chance nyingi, naweza nikasema labda bahati haikuwa kwetu, lakini mm, kochi aangalie kwanza mfumo Tunakosa tu kumaliza game, tunacheza mpira vizuri, lakini watu wakumaliza ndio tunakosa. Ya, mechi ya kwanza, mnyama akiwa nyumbani anaangukia pua. Mpira una matokeo mawili, tunaweza tukaanza vibaya, maana mashindano si ni wazoefu kwa Tanzania, yeah, tunaweza tukaanza vibaya, ni makosa ambayo yanarekebishika, mechi hazijaisha, yeah. Mechi zipo, ndio mechi ya kwanza nafikiri, yeah. Bado tuna chance, ni kukaa tu management na kuangalia makosa kwa wapi basi mm, yeah. Kushinda, hata kwa huko, huko. Ya, tunashinda tutashinda. Na imani tutashinda timu yangu nzuri bado naiamini. Kama ambavyo unashuhudia mashabiki wakiwa wanatoka hapa uwanjani mwalimu anazingua yeah. mwalimu anazingua yeah. sio, nani? sio, nani? Sio, sio, sio kwa nani Simba yeah. Simba ni wazuri kuliko Petro uzembe wa mwalimu Uzembo mwalimu mtu ambaye ana perform yeye ndo anaenda kumtoa yeah. Mtu ambaye anacheza vibaya anamwacha meza dakika 90, kuna sababu gani ya kumtoa Morris Abraham? Kuna sababu gani mechi ya tatu mfululizo yeah. Jonathan Soa anaanzia benchi, kuna sababu gani, kuna striker nchi wa kwenda kumweka nje Soa. Mwalimu anacheza na force namba 9. hakuna hiyo force namba 9 huwa mfumo akacheza Barcelona elfu mbili na kumi dunia, sasa hivi hakuna mfumo huo, mpira lazima ucheze na force namba 9 Haiwezekani wewe mechi unaanza kuanzia mwanzo mpaka dakika fia sabini eh, eh, ndo anakuja kumwingiza striker. Mpira wa wapi huo? Sasa ndo mwalimu wenu huyo? Itakuwaje? Ndo inabidi tupaze sauti, wana simba, tuambizane ukweli eh. Tupaze sauti tuambizane ukweli. Mwalimu hatufai, mwalimu hatufai. Hakuna mapema, mwalimu amesha kata moto, mwalimu amesha kata moto. Tuna mechi ya ngapi leo taifa atufungi goli? Kama wewe kweli unafuatilia Simba, mechi ngapi simba ifungi goli taifa? Kawaida, kawaida ya Simba hiyo. Sasa una please vipi mwalimu hapo? Yaani kwa, kwa, kwa, kwa Mkapa, Simba mechi nne asifunge goli yeah? una please vipi mwalimu timu yeah, ina selemani mwalimu yeah, ina Jonathan Soa ina jeni aua ina dese mukwala, mechi nne taifa afungi goli, alafu unaenda kumplizi kocha. Unasema, shida, ni mwalimu shida. Simba ni mwalimu, hakuna jambo lingine, tuambizane ukweli Tukipepesa macho tutapotea zaidi, mambo yataharibika zaidi, ya zaidi. tuambizane mapema e. shida sio mangungu e. shida sio moo e. e. watu wametia hela viongozi vizuri e. wachezaji wamekuja e. mwalimu anashindwa kutumia wachezaji, kwaanze kutumia striker pale, ndo mpira wa kisasa e. pale lazima striker aanze na mastweka. Simba tunao kwa sababu Simba ya huyu huyu Matatu e, na Simba ya yule kocha wetu aliondoka, Fadru. Hii Simba mzuri kuliko ile ya Fadru. Hii Simba mzuri kuliko ile Simba, Simba eh? Eh? ya Fadru. Petro anakuja kuifungaje Simba nyumbani? Simba itengenezi nafasi, nafasi gani tumetengeneza? Hakuna nafasi.